Serikali kupitia wizara ya maliasili na utalii imetenga zaidi ya shilingi milioni 754 kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa miundombinu ya kisasa ya malazi ya watalii katika hifadhi ya taifa ya kisiwa cha Rubondo mkoani Geita. Taarifa na Joao Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Mradi huo unalenga kuboresha huduma za malazi kwa watalii, unahusisha ujenzi wa nyumba za wageni mashuhuri VIP, ujenzi wa nyumba tatu za kulaza watalii zenye vyumba viwili kila kimoja, pamoja na jengo la kusubiria wageni mashuhuri. Akizungumza katika mahojiano maalum na waandishi wa habari walipotembelea mradi huo ambao umefikia takriban asilimia tisini na tano ya utekelezaji, Dr Imani Kikoti, mhifadhi wa kisiwa cha Rubondo, amefafanua hatua iliyopo kwa sasa. Malazi ya wageni au tunaita tourist cottage hizi tourist cottage ziko yako majengo matatu na kila jengo lina vyumba viwili, na kila chumba kina uwezo wa kuchukua wastani wa watu wawili. Kwa hiyo ina maana tumeongeza malazi ya kawaida ya watu kumi na mbili. E, mradi huu wa ujenzi wa hizi cottage umekamilika na mpaka sasa hivi tunasubiri ununuzi wa samani ambao utafanyika ndani ya mwaka huu wa fedha na mradi huu wenyewe umegharimu kiasi cha shilingi milioni 287. Mhifadhi Dr. Imani ameongezea kuwa miongoni mwa eneo ambalo kwa sasa pia linaboreshwa ni eneo kwa ajili ya familia ambalo wanaweza kwenda na familia kufanya utalii. Tatu ni mradi wa VIP launch au tunaweza tukasema family exclusive villa. Tukisema family exclusive villa villa ina inamaana familia inaweza ikaja ikarikodi hilo jengo na jumla ya vyumba vitatu, ina mini restau, mini dining hall, lakini pia ina kitchen na sebule. Kwa hiyo familia ikija hapa inamaana inakuwa na uwezo wa kupika yenyewe na wasimtegemee mtu yeyote kutoka nje na wakakaa siku kadhaa. Kwa upande wake, afisa uhusiano kutoka Tanapa Bi Catherine Mbena amesema shirika la hifadhi za taifa Tanapa limeanzisha mpango mkakati wa kuboresha huduma za maradhi na miundombinu katika hifadhi zote nchini ili kuboresha huduma kwa wageni na kukuza sekta ya utalii. Serikali inafanya juhudi kubwa sana ya kutangaza vivutio na shughuli tulizonazo katika nchi yetu na hifadhi za taifa pia. Lakini wakati juhudi hizo zinafanyika kwa ukubwa huo, sisi katika hifadhi za taifa tunahakikisha kwamba juhudi za kutangaza utalii zinaendana na juhudi za kuweka miundombinu sawa sawa. Ndio maana tunatengeneza mabarabara, tunatengeneza madaraja, ili watalii waweze kupita vizuri. Lakini sasa miradi kama hii ya ujenzi wa nyumba za kulala wageni inakuwa ni element muhimu sana katika juhudi zote za utalii. Kukamilika kwa mradi huo kunatarajia kuimarisha huduma za utalii na kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea hifadhi hiyo. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Watumishi wa afya mkoani Shinyanga wameonywa kuacha kuchukua mikopo ya kinyonyaji kutoka kwa taasisi za kifedha zisizo rasmi, maarufu kama mikopo kausha damu, na badala yake kujiunga na vyama vya kuweka na kukopa ili kupata mikopo yenye masharti nafuu. Taarifa zaidi na Mwamvita Mkondo kutoka mkoani Shinyanga. Hawa ni madaktari na wahudumu wa afya wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Shinyanga wakishiriki katika shughuli za upendo kwa wagonjwa waliolazwa hospitalini hapo. Kabla ya zoezi hilo watumishi hao walipata semina fupi ya elimu ya fedha na mikopo, yenye lengo la kuwasaidia kutambua njia bora za kupata mikopo isiyo na madhara kwa kipato chao. sambamba na matendo haya ya huruma kutuletea vifaa hivi, lakini pia tumeshukuru kwa ajili ya elimu waliotoa kwa watumishi. Lakini kwa kweli nimejaribu kutoa elimu pia kwa watumishi wenzangu umuhimu wa kutumia kurugenzi SACOS ambayo unaweza ukaweka akiba yako kwa muda mrefu, nisema ambapo ni salama, lakini pia riba yake ni ndogo sana unapokuwa unahitaji kufanya mikopo. Kupitia shughuli hiyo, wagonjwa waliolazwa hospitalini hapo wamepatiwa misaada mbalimbali ikiwemo vyakula, sabuni na mahitaji mengine muhimu, tua iliyowagusa wengi waliolazwa. kwa kweli nimefurahi sana kwa zawadi ya leo, naomba Mungu awajalie waliotoa sababu hichi kitu sio kidogo, mtu kufikiria kwamba sehemu fulani natakiwa tukawafariji, ni kazi ngumu. Mungu aendelee kuwasimamia na aendelee kutukumbuka sisi. Tumefurahi sana kwa shirika hili kwa ajili ya kuja kutoa msaada kwa wagonjwa walioko hapa wa hospitalini. Kiukweli tumefurahi metufariji. Mwendelee na moyo huo, Mungu awabariki wa sana sana. Wito wangu kwa watu wengine, tunaomba pia wawe na moyo huu ambao mnao nyinyi, wajifunze kwenu kwa ajili ya kuja kusaidia watu wenye changamoto katika hali kama hizi. Baadhi ya wahudumu wa afya wamesema elimu walioipata kuhusu usimamizi wa fedha itaenda kuwasaidia. Kwanza ilikuwa inawazalisha wafanyakazi, unachukua kadi yako unapeleka kwenye mikopo ya kausha damu, ikifika mwisho wa mwezi unakaa mtumishi, hata kadi yako ya benki hauna, ukitaka kwenda kuchukua mshahara mpaka ufate kadi yako, alafu ndio ende kwenye benki ukachukue hela, na baada ya kuchukua hela kadi yako inarudi na wale wa viongozi wa kausha damu. Kimsingi, elimu ambayo tulikuwa tunaitoa tulitoa elimu juu ya mikopo, na mikopo ya maendeleo na mikopo ya dharura. Hii faida yake ni kwamba tunataka kuwaepusha watumishi kuingia kwenye mikopo ambayo itawaumiza kwa maarufu kama kausha damu na kujiunga uh, katika sakosi ambayo ina riba ndogo. Uh, mikopo inatoka kwa wakati. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Shughuli za uingiaji wa meli na upakuaji wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam zimeanza kushika kasi, ambapo wastani wa meli sita zikiwamo zilizobeba magari kichele na makontena zimehudumiwa. Hatua hiyo inatokana na kurejea kwa huduma za internet na shughuli nyingine za kiuchumi kufuatia agizo la Rais Dr. Samia Suluhu Hassan la kurejesha utulivu na kuimarisha mwenendo wa biashara nchini. Meneja wa uhusiano wa masoko wa wakala wa meli Tanzania TASAC Saidi Ahmed amesema shughuli za bandari zilisimama kwa muda kutokana na vurugu zili jitokeza wakati wa uchaguzi, hali iliyosababisha kukatika kwa mtandao wa wafanyakazi kushindwa kuhudumia meli, lakini sasa huduma zote zimerudi katika hali ya kawaida. Mefurahi sana tumefika pa bandarini, tumeona uh, kupitia hapa DP World shughuli zinaendelea kama kawaida katika full capacity, na kama mtovyoona kwa nyuma uh, meli zinaendelea kushusha, na lengo kuu jingine ni kuangalia je, kuna changamoto yoyote na bahati nzuri tumekuja hapa tumekuta baadhi ya wateja wapo hapa wanafuatilia mizigo yao. Kwa upande wake, meneja wa shughuli za kampuni na uratibu wa DP World, Elitunu Malamia, amesema wamekubaliana na mamlaka ya usimamizi wa bandari TPA, kusamehe kodi ya uhifadhi kwa siku saba ili kupunguza hasara kwa wafanyabiashara. Kawaida kwa mzigo wa ndani ya nchi, grace period ya uhifadhi ni siku tano, lakini huu uh, um, mkwamo wa mawasiliano uliotokea tarehe kuanzia tarehe mpaka siku ya Jumanne tulipoanza kazi ilikuwa ni jumla ya siku saba. Kwa hiyo uh, tukakubaliana kimsingi kwamba taasisi zote zinazohusika na, na, na, na, na kuhudumia shehena kwa maana ya bandari ma ICD, mbalimbali mbali, ya, ya mabandari kavu na, na wengineo kutoa eh, grace period ya hizo siku saba kwa sababu kisheria ni force majeure, lakini vilevile vile siku nne za ziada ili kuwezesha mzigo wote ulioko nje uweze kuingia ndani na ulioko ndani uweze kutoka nje bila ya watu kuwa na hofu ya kwanza kuhangaika kulipia hizo storage. Miongoni mwa meli zilizohudumiwa na iliyobeba mbolea kutoka Saudi Arabia, ambapo kwa mujibu wa Samuel Mshote na Lamek Borega wa shirika la mbolea Tanzania TFC, itauzwa kwa wakulima kwa bei ya ruzuku ili kuongeza tija katika kilimo, zitasambaa kwa wakulima wote kwa utaratibu ule ule wa mbolea zenye E, au pembejeo zenye ruzuku ya serikali, lakini pia mbolea za kukuzia mazao aina ya urea N46 sambamba na kani 27. Hizi tayari tumeshazipokea. Kani 27 tani elfu kumi tulizipokea hapa na zenye tayari tumeshazisambaza. Wakulima wote nchini wajisajili, wawe na namba maalum ya mkulima kupitia kwa mabwana shamba wa level ya kata, halmashauri mpaka vijijini kwamba wajisajili wapate namba ya mkulima ili waweze kupata uh, mbolea ya ruzuku serikali. Ya mkoa wa Mara imeitaka kampuni ya China Railway Seventh Group CRSG kuongeza kasi katika ujenzi wa barabara ya Sanzati hadi Ikoma Geti, Serengeti, yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 51. Taarifa hii na Adam Kadutu kutoka Mara. Wakandarasi wote tutakuja kufanya ukaguzi wa shughuli hizo zinavyoendelea. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa huu wa Mara, Kanali Evans Mtambi, wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa barabara hii yenye urefu wa kilomita 40 kutoka Sanzati hadi Nata, ambapo tayari serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni tatu kwa mkandarasi huyo. Serikali imetoa fedha na mkandarasi amerudi na tutaendelea kufuatilia ili fedha hizi ziendelee kutoka kwa wakati ili kazi hii isisimame tena, twende moja kwa moja mpaka tunakamilisha eh, awamu hii ya kwanza. Kwa upande wake meneja wa wakala wa barabara TANROADS mkoa wa Mara anasema hadi sasa mkandarasi amelipwa jumla ya shilingi bilioni 10.4 na bado anadai kiasi cha shilingi bilioni 3.7. Hadi sasa mkandarasi ameshalipwa jumla ya shilingi bilioni 10.4 na anadai bilioni 3.7. Hizi ni certificate tatu ambazo bado hajalipwa anadai. Mkandarasi amefanya kazi ya base course kilomita 8.4, ndio zinaendelea sasa hivi, anayo kipande hichi anachoendelea nacho kilomita 8.4. Kati ya hizo kilomita 8.4, kilomita 1.8 tumeshaweka lami na imesha kamilika, kwa hiyo kilomita 6.4 ndio sasa hivi anaendelea nazo. Baadhi ya wakazi wa wilaya ya Serengeti wanasema kukamilika kwa barabara hii kutarahisisha usafiri kuongeza biashara na fursa za kiuchumi sambamba na kuiunganisha Serengeti na maeneo mengine ya mkoa wa Mara. Ukamilishaji wa barabara hii ikikamilika, tutasaidia sisi wananchi wa Serengeti na mkoa wa Mara kwa ujumla, kwa habari ya kujipatia hata kipato kwa urahisi. Kwa sasa mwarobaini unakuja baada ya barabara ikuwa imetengemaa na ikakamilika kwanza, watasafiri kwa gharama nafuu. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.